Kaanza kunieleza juu ya hii mafuta, kaniambia hii mafuta ni ya huyu ndege anaitwa bundi. Huyu hii mafuta ni mkojo wake, na hii mkojo wa bundi uh, haitakikani uonyeshe watu. Ukijipaka usisalimie mtu, na ndio unaona hao wachungaji ambao si rahisi wakupatia mkono, ni vigumu sana. Una, una ukienda akitoka kwa gari anataka kuingia kuhubiri mara moja akitoka kuhubiri anaingia kwa gari mara moja na anaondoka. Hawawezi taka kutangamana na watu ama kusalimia mtu yeyote, wanakaa kabisa kisiri kabisa. So akaniambia hii mafuta so, nikawa, akaniambia usisalimie, usisalimie mtu mtu ukijipaka hii mafuta. Nikawa, akaniambia na hii mafuta unajipaka siku ya ibada, kama kuna ibada ndio unajipaka, usijipake hii mafuta wakati hakuna ibada. Kwa hivyo tukarudi Nakuru na kanisa letu makanisa yetu kama kawaida ya